Na mtazamaji wa Trend TV bwana Babalevo eh, amezungumza mengi sana kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kumhusu Ibra na Harmonize. Eh, bwana, kwa mfano hapa kuna kuhusiana na ishu ya Ibra kusimamishwa. Barua ambayo imetoka kwa management ya Konde Gang kumsimamisha Ibra kuhusiana na kujishughulisha na shughuli zozote zile za kimziki, Baba Levo bwana alikuwa na jambo la kuzungumza. Ameposti hiyo habari akaandika kwamba, kama nchi hatukubali kuona kuna lebo inataka kuua kipaji cha kijana mdogo anayejitafuta. Baba Levo ameandika hivyo kuhusiana na hiyo ishu ya barua ya Konde Gang kwenda kwa Ibra, kusimamisha kujishughulisha na shughuli zozote zile za kimziki kwa mujibu wa mkataba, kutokana na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mtandaoni. Lakini pia e, baba Babalevo wakuishia hapo, akaposti tena picha ya Harmonize na Ibra, akaandika kwamba nawashauri vijana wenzangu Harmonize na Ibra, Ibra, mkae chini mmalize tofauti zenu. Naamini kwamba tuna mlezi mzuri sana ambaye ni BASATA kwenye uongozi wa mzee wetu K Mapana. Alafu akaendelea hapa kusema kwamba yawezekana sisi wengine tukafurahia mnavyotolewa mnavyotoleana siri, lakini haina afya kwenye sanaa yetu, kwenye mziki wetu. Be pelekeni, pelekeni mikataba yenu BASATA, naamini ndiyo mahala sahihi. Umeona so eh? Hizo hiyo ni moja kati ya posti ambazo zimekuwa ni za, kama hii ilikuwa ni posti ya kujenga ambayo Baba Levo ameiposti, au bwana, lakini ya kuishia hapo sasa. Akaendelea na utani wake, akaandika kwamba nimemkuta kila ndage kasino anaongea peke yake kama chizi. Ushauri wangu kwa chinga ni kwamba apige kwenye kichwa, maana bado anapumua huyo. Alafu hapa chini akasema bwana leo leo atapiga mtu walai, ameandika hivyo Baba Levo kwamba amekutana na Konde e huko kasino na ana, amemkuta anaongea peke yake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.